Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa Marekani inaweza kujiondoa katika mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraine iwapo upande wowote utaendelea kuweka vizingiti. Akizungumza Ikulu ya White House Ijumaa hii, Trump amesema, tutakomesha mauaji, ndivyo tunavyotaka. Lakini ikiwa upande wowote utaleta ugumu, tutasema ninyi ni wapumbavu na kuachana na mpango huo. Kauli yake ilikuja saa chache baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kutoa muda wa siku chache kwa pande zote mbili kuonyesha maendeleo, la sivyo Marekani itaacha juhudi hizo na kuelekeza nguvu kwingine. Wakati huo huo, mashambulizi ya anga ya Urusi yameendelea nchini Ukraine, ambako watu wawili waliuawa na zaidi ya mia moja kujeruhiwa huko Kharkiv na Sumi. Urusi inadai iko tayari kwa mazungumzo, lakini inataka uhakika wa masilahi yake ikiwa ni pamoja na udhibiti wa mikoa minne yenye mzozo. Trump na serikali yake pia wanajaribu kusaini mkataba wa madini na miundombinu ya nishati na Ukraine. Nchi hizo zilitia saini makubaliano ya awali wiki hii kuhusu mfuko wa uwekezaji kwa ajili ya ujenzi mpya wa Ukraine baada ya vita. Lakini mkataba huo bado ni tata kutokana na masharti ya Ukraine kurejesha msaada wa kijeshi kutoka Marekani. Uhusiano wa karibu wa Trump na Rais Vladimir Putin ikiwa ni pamoja na simu ya hivi karibuni na zawadi ya picha umewatia wasiwasi wa ushirika wa NATO ambao wanahofia msaada wa Marekani kwa Kivu unaweza kupungua. Makamu wa rais JD Vance aliyekutana na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni huko Roma, alionesha matumaini ya kumaliza vita, akisema tuna matumaini kuwa tunaweza kuhitimisha vita hivi vya kikatili. Kwa upande mwingine, Rais Volodymyr Zelensky amemkaribisha Trump kutembelea nchini Ukraine ili ashuhudie mwenyewe madhara kabla ya kufanya maamuzi ya amani. Njo uone watu hospitali, watoto waliouawa. Zelensky alisema katika mahojiano na CBS licha ya majadiliano kuhusu makubaliano ya madini, Ukraine imekuwa ikikataa masharti ya Trump hasa kuhusu matumizi ya mfuko wa uwekezaji kulipa msaada wa kijeshi wa awali. Waziri wa mambo ya nje Andre Sibiha